Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, napenda kuwakaribisheni katika kurasa yetu hii au katika channel yetu hii, channel yetu ya Dimmo TV, channel ambayo imekuwa ikikusogezea karibu nawe maswala ambayo yanayohusu tiba zetu za asili. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kushiriki katika channel yetu hii, na kusihi sana usisahau kusubscribe, huku ukifatiza kubonyeza kitufe cha kengele ili kuweza kuruhusu notification itakayokuwa ikikujia iwapo tutakapokuwa tuki uploadi au tukiweka video mpya, basi ukapatiwa ujumbe, na hapo itakupa fursa ya wewe kuwa wa kwanza kabisa kufuatilia darasa zetu. Na kama vile vile pia ni mfuatiliaji hodari mashuhuri wa madarasa yetu haya, basi nawe usisahau kulike, kukomenti pamoja na kushare video zetu. Kwa jina naitwa Maalimu Kombo. Nimekuwa maarufu katika chaneli hii kwa sababu ninawaleteni masomo mbalimbali mbali, ya ambayo yanayomgusa kila mmoja wetu ambaye amekuwa ni mfuatiliaji hodari katika upande au nyanja za masuala haya ya mambo ya tiba za asili. Mada ya leo tutapata kuzungumzia chaletochi, tutafahamu kwamba chaletochi ni nini na hizi chale tochi zina madhara gani, na ni namna gani ambavyo chale tochi zinaingizwa katika miili yetu. Chale tochi ni lugha ambayo tumeipachika sisi tu, ila ni chale za kichawi. Sasa, kutokana na yale matokeo yanayotokea iwapo mtu atakapokuwa amechanjwa chale hizi, basi ndipo yale matokeo katika jumuishi yake tukayatengenezea mazingira ya jina la chale tochi na vilevile, neno hili la chale tochi limetokana kwamba baada ya mtu kuwa amechanjwa chale hizi, kuna kitu kinachoitwa dira au kamera, au kunatokea kitu kinachoitwa uwazi, yaani kama kuna kitu kilikuwa cha siri, basi kunatokea uwazi wa kufahamika juu ya jambo fulani kwa mtu aliyechanjwa chale hizi, kwa ndio maana zikaitwa chale tochi. Kwa hiyo na sisi katika mada yetu ya leo tutatumia neno hili la chale tochi, kwa sababu wengi wetu tunafahamu kwa neno hili, ila tufahamu kwamba ni chale za kichawi. Kwa hivyo mada yetu ya chale tochi, tutaangazia na kuangalia pia chale tochi ambazo zimekuwa zikifuatilia maisha ya mtu na njia za wachawi kufahamu siri mbalimbali mbali za mtu na vilevile vile hatima yake kuharibu mafanikio au hatima ya mtu. Katika dunia ya wachawi na nguvu za giza, wachawi hutumia mbinu za ajabu sana na hutumia nasiri nyingi sana ili kufuatilia maisha ya mtu kwa njia zisizoonekana. Kwa hiyo, miongoni mwa mbinu ambazo wanazotumia wachawi ni pamoja na mbinu hizi ni kuweka chale maalum za kichawi zinazoitwa chale tochi katika mwili wa mtu. Chale tochi hizi ni zenye lengo la kumfungua mtu kiroho, na kufanya maisha yake yawe wazi kwa mchawi au jini aliyefungwa naye agano. Ndio kusudi kubwa sana ya hizi chale tochi kuwekwa katika miili yetu. Jambo la kwanza ambalo tutalitazamia juu ya chale tochi, kwanza tufahamu chale tochi ni nini na zinafanya kazi gani kwa mtu na namna gani ambavyo zinaweza kufuatilia maisha ya mtu. Kwa chale tochi za kufuatilia mtu ni nini, tutaangalia kwanza hicho kipengele cha kwanza. Chale tochi ni zile zinazochanjwa mwilini kwa siri sana bila ya kuwa na ridhaa ya mhusika, ambazo huunganisha mwili wa mtu huyo ambaye aliyechanjwa na ulimwengu wa majini au ulimwengu wa kiroho kwa wachawi. Chale hizi si za ulinzi wala sio za kumpa mtu baraka wala mafanikio, bali ni vifaa vya kiroho vinavyofanya kazi kama kamera au vinavyofanya kazi kama rada ya kichawi. Chale hizi zinatumika kumvuta, ili kufuatilia kila kinachomtokea au kila kinachoendelea kwa mtu huyo, basi mchawi anakuwa anafahamu. Chale hizi zinatumika pia kumvua mtu kinga yake na kumwacha wazi mwili wake, ili mwili huo upokee mashambulizi ya kichawi. Hichi ni kipengele cha kwanza, na kipengele cha pili, njia zinazotumika kuweka chale za kichawi ni nini? tazungumzia kimuhtasari juu ya njia zinazotumika njia zinazotumika kuweka chale za kichawi mfano, uwembe wenye maneno ya kichawi mara nyingi hutumiwa kumchanjia mtu sehemu fulani ya mwili, hususani katika mida ya usiku pale mtu anapokuwa amelala au wakati wa kuumwa kwake, mtu amepata maradhi mazito akawa hajitambui, basi pale kunapatikanika uwazi wa mchawi kuweza kuweka chale zake za kichawi ili kufahamu mwenendo mzima juu ya taarifa kwa mgonjwa huyo, kwamba atapelekwa kwa mganga kutibiwa, au atakwenda hospitali gani, au atatibiwa kwa dawa za namna gani. Lengo na makusudio, anamweka katika rada, kwa anakuwa nafahamu mwenendo mzima wa mwendelezo wa huduma za kimatibabu kwa mgonjwa, kwa inakuwa ni vyepesi hata mchawi kuweza kumletea madhara zaidi na kuweza kumwongezea uchawi zaidi ili kutimiza lengo lake. Kwa hiyo, kitu kinachotumika sana ni wembe ambao unakuwa una maneno maalum umeandikwa na unachanjiwa, na muda mwingine hutumika kuchanjiwa vitu vyenye ncha kali, mfano kama e, pembe e, za wanyama mbalimbali mbali, ambazo zinakuwa zimechongwa zenye ncha kali, hutumika kama sindano, hutumika vyuma ambavyo vinakuwa vimeshatengenezwa vyenye ncha kali. Wakati mwingine pia, mtu huwekewa chale akiwa mdogo kama mtoto bila kujua madhara yake, kwa huenda ukamzaa mtoto wako akiwa salama lakini katika ule udogo wake akawa amechanjwa chale zile za kichawi, ili kufahamu mwenendo mzima wa ukuaji wake wa yule mtoto. Kwa hiyo katika yale makuzi ya ule mtoto ukajikuta kwamba mtoto anakuwa katika makuzi ambayo yupo katika rada ya kichawi. Kwa hiyo kusoma kwake mpaka kufikia utu uzima na kuanza kufanya maisha yake, basi ni muda mrefu ushaingizwa katika eh, rada ya kichawi, nawe unaishi pasi kufahamu kwamba una chale za kichawi zipo katika mwili wako. Chale hizi huambatana na maneno fulani ya siri na vilevile pia huambatana na damu ya sadaka au unywaji wa dawa fulani ya kichawi. Kwa hiyo mtu anapokuja kukuchanja e, basi kuna maagano fulani ya maneno anayotumika katika kukuchanja pale. Maneno haya yanakuwa ni maneno ya siri sana na yanakuwa ni maagano ya kijini, na vilevile pia hutumika na damu ya sadaka na madawa pia, unaweza kanyoshwa pia na dawa za kichawi. Hichi ni kipengele cha pili. Kipengele cha tatu tutaangalia dhumuni na kazi ya chale hizi. Dhumuni lake ni nini au lengo lake ni nini? Yani kwa huyo mtu anayekusudia kukufanyia hivi nini anacholenga kwako? Kuna mambo matatu ambayo anayolenga kwako, au kuna mambo matatu ambayo anayokusudia katika chale hizi, madhumuni na kazi ya chale hizi. Kwanza, hufuatilia maisha ya mtu. Hili ni dhumuni la kwanza, kwamba mtu anapochanja chale hizi basi hufuatilia maisha ya mtu. Kwa hiyo hivyo mchawi anaweza kuona ndoto za mtu huyo, mawazo yake, malengo yake, hata mipango yake kabla hajaitimiza. Kwa hiyo mtu anavyokuchanja anafahamu ndoto zako jinsi zilivyo, unavyoziota, anafahamu mawazo yako, unavyofikiria, anafahamu malengo yako, kusudi lako la maisha ya baadaye, nini unachokusudia, nini unachokipanga. Kwa hiyo yeye anafahamu mapema na anafahamu kabla ya wewe kutimiza hayo uliokusudia. Hivyo hii inampa nguvu mchawi au uwazi wa kuzuia baraka, malengo, mafanikio au riziki ya mtu huyo kabla haijafika kwake. Kwa hiyo inampa uwazi mchawi huyo aliyekuchanja chale hizi kufanya haya kabla ya wewe kufikiwa na hivi vitu, mfano kupata baraka, kupata ndoa, kupata mafanikio ya maisha, kupata riziki. Kwa hiyo mtu anazuia kabla ya vitu hivi kukufikia. Pili, katika mada hii ya dhumuni la ya kazi ya chale eh, sehemu ya pili, kwamba kumpa jini mamlaka kwenye mwili wa mtu. Kwao unavyochanjwa zile chale, kuna jini ambaye anapachikwa katika mwili wako, ambaye ujini huyo anapewa mamlaka ya kuweza kukaa katika mwili wako. Kwa hiyo hivyo, huyo jini anakuwa anatoa taarifa kwa mchawi. Kwa chale hizi kuweka mlango wa kiroho wa jini au roho mbaya kuingia na kutoka kwenye mwili wa mtu bila pingamizi. Kwa mchawi anamwingiza jini katika mwili wako, na yule jini anakuwa ni mtumwa wa kichawi ambaye anakuwa anatoa taarifa zinazokuhusu wewe kwa mchawi huyo. Na lingine la tatu katika kipengele cha dhumuni, kwamba kumpofoa kiakili na kiimani. Kwa hiyo mtu anapumbazwa tuseme kiakili pamoja na kiimani, kwa hiyo mtu huanza kupoteza dira ya maisha na hushindwa kufanya maamuzi ya busara na hata kujitenga na sala Eh, dua na ibada. Kwa hiyo tuna mtu amefungwa kiakili na kiimani pia. Kwa hiyo mawazo yake anakuwa hana, hata ukimshauri mtu, bwana umepata pesa hizi basi ifanyia jambo fulani, wala akili yake haipo hivyo, kwa anafikiria pesa zake zile labda kufanya katika vitendo vya starehe tu, kupeka pesa hizo katika mambo ya starehe na pesa zile zikapotea, kwa anakuwa hana malengo. Na hata ukimshauri jambo jema uenda ukazoa migogoro baina yako na yeye, akakuona kwamba wewe ndio adui, asikusikilize kile ambacho unachomshauri, kwa mawazo yake fikra zake zina na zimefungwa na vile vile pia hupoteza hata imani ya Mungu. Kwa hiyo mtu anakuwa ashiriki hata mambo ya ibada katika maombi, katika dua mbalimbali mbali, mtu hausiki navyo vitu, kwa hiyo anajitenga ye kama yeye ka. Haya ni mambo ambayo yanawekwa kwa dhumuni maalum katika hizo chale za kichawi. Kipengele cha nne tutatazamia pia dalili za mtu aliyewekewa chale za kichawi. Dalili tutafahamu vipi kwamba sisi hapa tuna chale za kichawi katika mwili Zipo dalili nyingi sana ila, mimi nitazielezea dalili chache sana. Dalili za mtu aliyewekewa chale za kichawi, kwanza, anahisi kama kuna kiumbe kinamfuatilia. Sawa, hicho ni hiyo dalili ya kwanza. Atahisi kama kuna kiumbe ambacho kinakuwa kinamfuatilia. hata anapokuwa anatembea, basi anahisi kama nyuma yake kuna kiumbe ambacho kinakuwa kinamfuatilia. Vile vilevile pia atahisi hofu isiyoelezeka, atakuwa anahisi mtu hofu isiyoelezeka. Mfano ya mtu anatembea, basi anajawa na hofu katika nyakati za usiku au hata mchana, vile vile anakuwa ni mtu mwenye hofu. Sasa na hofu inatengeneza kitu kinachoitwa wasiwasi, na wasiwasi wasi upo katika nafsi, kwa utajikuta nafsi yako inakuwa inaripuka maona moyo unakwenda haraka haraka, moyo unakuwa na wasiwasi. kwa hili ni jambo pia ambalo linatokana na chale za kichawi. Hii ni dalili ya pili. Dalili ya tatu, atakuwa anaota ndoto za kuvuliwa nguo. Maona atahisi au atakuwa anaona kabisa kwamba atakuwa anavuliwa nguo katika ndoto zile, atakuwa anahisi kwamba anaota ndoto zake za kuvuliwa nguo. Vilevile vile atahisi kama anaanguka. Pili, atakapokuwa akitembea, basi atahisi kama kizunguzungu, na atahisi kama ni mtu mwenye kuyumba, kama vile anaanguka. na na na dalili kutafutwa, e, kutafutwa watu watu wa wa ajabu ajabu, atakuwa najihisi kwamba ni mtu ambaye anafatiliwafatiliwa na watu wa ajabu, wa ajabu, anauliziwa, wa yani anauliziwauliziwa au kutafutwa na viumbe ambavyo visivyokuwa vya kawaida vya ajabu. Dalili nyingine pia, maisha mtu hayanyoki Maisha yake huyo mtu hayanyoki, bimaana si mtu mwenye kupata mafanikio. Kila jambo jema linaharibika ghafla, kila atakalolianzisha basi jambo hilo linaharibika ghafla bila sababu za msingi na vilevile vile pia dalili nyingine anakuwa na maumivu ya mara kwa mara sehemu alipochanjwa, yani zile sehemu zilizochanjwa, basi utahisi labda kuna maumivu. Na vile vile nataka niwafahamishe vile vile kitu kimoja, kuna chale za kichawi ambazo zinaonekana na kuna chale za kichawi ambazo hazionekani. Kwa kuna muda mwingine mtu tunasikia anaumwa mgongo, anaumwa msuli wa mguu, anaumwa msuli wa bega, alafu pale unahisi labda kuna maumivu makali kwa hapo panapokuuma, huenda kwamba umeshachanjwa chale za kichawi. Kipengele cha tano nacho kitakuwa ni kipengele chetu cha mwisho kabisa katika mada yetu ya leo, tutafahamu madhara makubwa ya chale hizi, ni madhara yapi ambayo yanapatikana katika hizi chale? Madhara nitazungumzia matatu. Kwanza kabisa kupoteza hatima ya maisha, kwanza kabisa ni kupoteza hatima ya maisha. Mtu hawezi kufanikisha malengo ya maisha kwa sababu anafatiliwa na kuchukuliwa nyota yake. Sawa, kwa sababu anafatiliwa na kuchukuliwa nyota yake. Haya ni madhara ya kwanza ambayo mtu anayapata anapokuwa ana hizi chale za kichawi. Na madhara ya pili, kufungwa kiroho. Atafungwa kiroho, mchawi anaweza kutumia maarifa ya kiroho kumfunga mtu kwa ugonjwa, kutopata kazi, hata kuharibu mipango yake. Kwa hiyo mtu anafungwa kiroho, kwa hiyo yale mambo ambayo yanahusiana na masuala ya uchumi, eh, riziki, pesa, hizi tuseme maisha ya mahusiano, kwa hiyo vyote vinavurugika, na pia unaweza kupewa na ugonjwa ndani yake. Kwa haya ni madhara ya pili. Madhara ya tatu, kupoteza uhuru wa maamuzi. Mtu hawezi tena kutumia akili yake vizuri. E, kila maamuzi yake anaongozwa na nguvu ya giza, kwa hiyo mtu wewe binafsi unakuwa upo uhuru katika maamuzi yako, kwa kile unachokifanya wewe unakiona ni sahihi, kumbe ni agano la kishetwani ambalo limekushikilia na ndilo ambalo linalokupa maamuzi ya kufanya jambo fulani. Kwa akili yako inakuwa haiongozwi katika akili ya kibinadamu isipokuwa inaongozwa katika akili ya kichawi. Kwa hiyo mtu anakosa uhuru na maamuzi yake kwa kutumia akili ya kibinadamu. Kwa haya ni mambo ambayo nilitaka katika siku ya leo niweze kuyazungumza, juu ya mada ambayo inahusu chale za kichawi. Hivyo darasa nitakokuja, nitaelezea namna ya kuweza kuzifuta hizi chale za kichawi na namna ya kuweza kujinasua na kujitoa katika mambo ya chale za kichawi, namna tiba yake nitaielezea, ingawa huko nyuma pia nishawe kutoa somo namna kufuta chale za kichawi. Kwa kuzingatia haya na uweze kuyafanyia kazi na vilevile vile pia anza kupeleleza ili ujitambue kwamba upo katika kundi la chale za kichawi au la kao kama utakuwa na maswali na maoni, unaweza ukaacha maoni yako katika sehemu ya comment hapo chini. Na kama unahitajia visomo vya dua, nawakaribisheni sana, mlango wa tiba upo wazi. Namba zangu za simu zipo katika sehemu ya description hapo chini, na katika screen pia namba zangu za simu zinapita. Kama unahitajia tiba, basi unaweza kufika ofisini kwangu Tegeta, jijini Dar es Salaam, nchini Tanzania. Aliye kuletea darasa hili si mwingine ni mie wako Maalimu Kombo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.